eh, aimiza wanawake kuombea amani uchaguzi mkuu. Lakini DAWASA yatoa sababu upungufu wa maji jijini Dar es Salaam. DAWASA yatoa sababu za upungufu wa maji jijini Dar es Salaam. Lakini papa amteua askofu jimbo jipya Bagamoyo, Samia ampongeza eh. Papa amteua askofu jimbo jipya Bagamoyo, eh, Samia ampongeza. Lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni ripoti maalum ikisema kicheko kwa wagonjwa ni baada ya kurejeshwa huduma ya bobezi vifaa vya kisasa, lakini TRA yatoa msimamo madeni ya kodi na watu 23 mbaroni madai ya kutapeli wastaafu kwenye gazeti lako la Nipashe, gazeti ya Nipashe. Tuangazie kwenye gazeti lako, eh, gazeti lako la Taifa Huru lenye na habari kubwa inayosema Dr. Mwinyi azihamasisha nchi za East Africa kuanzisha mifuko ya maendeleo ya petroli, lakini asema lengo ni kuwa na uhakika wa kuendeleza sekta ya mafuta na gesi asili. Afunga kongamano na maonyesho ya petroli ya Afrika Mashariki, lakini anataka rasilimali mafuta na gesi asili kuchangia maendeleo ya sekta nyingine ini ambali inapatikana kwenye gazeti lako la taifa huru lakini bado kuna bado nasema watendaji wa uboreshaji wa daftari wa asa kuwahamasisha wananchi. Lakini kuna habari kubwa inayosema e, tunaunga mkono kwa vitendo mkakati wa taifa, e, wa nishati safi. Na tukichana gazeti lako la taifa huru, tuangazie gazeti lako, la Jamvi la Habari inaanza na habari kubwa inayosema Dr. Biteko, serikali itaongeza mtandao wa gesi na vituo. Dr. Biteko wasema, serikali itaongeza E, mtandao wa gesi e, na vituo. Lakini nasema lengo ni kujaza gesi kwenye e, magari ili kuwawezesha wananchi kupata huduma kwa urahisi. Lakini atoa fursa akisema, e, serikali ipo tayari kutoa ushirikiano e, kwa kampuni zinazotaka kuwekeza katika kutoa huduma hiyo kwa wananchi. Lakini akutana na mkurugenzi kampuni ya Rock Mountain ya nchini Canada Bwana Nick Lemstra ambayo imesaini mkataba wa ushirikiano na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Lakini DAWASA ya mtoa ya toa hofu watumiaji wa maji mkoa salam wa Pwani na Dar es Salaam. Hiyo ni habari ya ukurasa wa nne wa gazeti lako la Jamvi la Habari. Lakini gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye nanza na habari inasema, nemki ya badili historia ya shule ya msingi Arusha kwa majiko ya nishati. Lakini East Africa inahitaji mfuko wa maendeleo ya petroli ni wazo uliotolewa na Rais wa Zanzibar Dr Hussein Mwinyi. Lakini bado kuna habari inayosema eh, lengo na ni kuongeza nguvu kwa kampuni za ndani za ufuatiaji na uchimbaji mafuta na gesi. Hiyo eh, ni habari inayosema East Afrika inahitaji mfuko wa maendeleo ya petroli. Lakini kule Zanzibar leo kuna habari kubwa inayosema eh, Dr Mwinyi afunga mkutano wa gesi na mafuta ahimiza matumizi sahihi ya teknolojia lakini tutumie mwezi mtukufu kuiombea nchi amani, na taasisi ya saidieni jumuiya za kuhifadhisha Qurani, kadhi mkuu, lakini Hemedi awataka wazazi kuwapa ushirikiano walimu wa madrasa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele inaandika CPA makala Rais Dr Samia ni mtaji. Lakini mfuko wa petroli kuanzishwa East Africa. Yoni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru. Huku Wasira ataja sifa za eh, Profesa Sarungi. Gazeti lako la Uhuru, kwenye kwenye gazeti lako la Tanzania yetu fahari ya wa Tanzania linaanza habari kubwa inayosema Mwenye ataka nchi East Africa kuanzisha mifuko ya petroli lakini elfu kumi na sita wanufaika na msaada wa kisheria wa mama Samia, hiyo ni habari kabisa kwa gazeti lako la Tanzania yetu fahari fahariaatanzania ya patnakale yako kwa habari kwa kia lakii, gazeti la habari leo Jumamosi ya leo lina habari inaosema wanawake kuadhimisha siku yao leo Arusha, lakini tukta kupambana na vikwazo vya wanawake kazini. Majaliwa agiza vitabu vipatikane nchi nzima huyu ni Kassim Majaliwa waagiza vitabu vipatikane nchi nzima. Ataka kufikia lengo mwanafunzi mmoja kitabu kimoja. Lakini Mwinyi ataka mfuko wa petroli East Africa uanzishwe. Asasi ya 157 kutoa elimu. Mpiga kura 42 kuwa waangalizi. Lakini kufuta madeni ya kodi. ya sama, kufuta madeni ya kodi na ni utapeli TRA. kufuta madeni ya kodi ni utapeli wa TRA. Hioni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Kwenye gazeti, kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari kubwa inayosema sma, eh, wanawake mkoa wa Tabora wajivunia utendaji kazi wa Dedi Michuzi. Lakini shule ya msingi Arusha wachana na mkaa kuni, kupokea majiko ya kisasa, na Dkt. Mwinyi asisitiza kuongeza fursa uwekezaji sekta mafuta na gesi yule habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari ni shati safi ya harahisisha zoezi la uchomaji nyama Arusha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, kwenye kurasa za mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye inaanza habari kubwa inayosema daftari la wapiga kura rasmi Dar es Salaam ineki ya wataka watendaji uboreshaji daftari waasa kuwahamasisha wananchi, lakini bado kuna habari inayosema makala CCM hakuna kupita bila kupingwa a eh, huyu ni makala endelea kusisitiza ndani ya CCM hakuna kupita bila kupingwa. Lakini urithi wa wanawake wapigania uhuru kutambuliwa. Lakini nemki yasisitiza matumizi ya nishati safi kwa taasisi zilizopo nchini. Lakini kutoka huko East Africa, rais Ruto Odinga ukurasa mpya Kenya. Hilo ni gazeti lako la machinga kwenye kurasa za mbele, lakini tukiangazia kwenye gazeti la machinga kurasa za michezo Asubuhi ya leo kwenye vichwa vingi vya habari kwenye michezo tunaanza na gazeti la wa Machinga, Simba Yanga mechi leo. E, leo ya ubingwa e, wafichana siri zao leo lakini gazeti lako la habari leo linaandika walete walete. E, walete walete, JKT Tanzania yailaza Tabora Kirumba. Una habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la spoti linaandikwa e, asubuhi ya leo yetu, macho Yanga Simba ni kifo tu, nyodo zote kumalizika kwa Mkapa leo, lakini chama kufanya nini leo huyu mkwala, kuna kitu yune habari kwenye gazeti lako eh, la michezo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika dabi ya kisasi ubingwa, lakini huu ndio utamu wa dabi ya Kariakoo, matokeo ya wa mechi eh, watani wa jadi, Yanga na Simba. Yune habari kwenye gazeti la Uhuru. Lakini gazeti Zanzibar Leo naandika Simba Yanga vita vya kibabe, lakini tausi ya furahia kiwango cha ja Azam ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, lakini kwenye gazeti ya taifa Tanzania kuna bado, anasema kocha wa Yanga ajizuia kuahidi ushindi leo, lakini kamwe hakuna taarifa rasmi za mimi kufungiwa. Huyu ni alikamwe sema hakuna taarifa rasmi za yeye kufungiwa. Na gazeti lako la jamvi la habari michezo naandika Simba Yanga ubishi utakwisha leo, polisi Simba Yanga msije na matokeo mfukoni polisi wasema simba na yanga msije na matokeo mfukoni. Hiyo e, ni habari lakini kwenye gazeti la habari lakini kwenye burudani, undani Alikiba kususia tuzo za tresi. Hiyo ni gazeti la habari laja na undani e, wa Alikiba kususia tuzo za tresi. Lakini gazeti la Nipashe linaandika kuna michezo simba yanga mwisho ubishi e, rekodi mbalimbali zinatarajiwa kuwekwa katika dabi ya leo. Lakini TFF TRA -e zafikia makubaliano